Uh, akawa amenivuruga kidogo hivi lakini nilipofika nyumbani baada ya kusoma kwa kina hotuba hii yenye kurasa mia moja na tatu ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu ametumia masaa mawili kuisoma nilielewa kwa nini Mheshimiwa Naibu Speaker alisema turudi nyumbani tukatafakari. Mheshimiwa mwenyekiti, ukisoma kwa makini hotuba hii na kwa uzoefu mdogo nilionao wa kukaa ndani ya Bunge hili kwa miaka kumi. Mheshimiwa mwenyekiti nimejifunza jambo moja kubwa sana. Raisi Samia Suluhu Hassan, pamoja na kwamba tunamsifia ndani ya bunge hili, kuna kazi kubwa sana ambayo ni mtihani mkubwa labda pengine wengi wetu tusingeweza kufaulu kama tungepewa, ambayo mama huyu alifaulu kufanya. Mheshimiwa mwenyekiti, mataifa mengi yanapokuwa yamemaliza uchaguzi au yanapobadilisha utawala, moja kati ya changamoto kubwa ambayo yanapata mataifa hayo ni namna ya kuendeleza miradi au mipango ya mtangulizi aliyetoka madarakani. Ukiangalia hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu na ukarejea hotuba mbalimbali mbali kwa miaka mitano, sita, kumi iliyopita, unaona namna ambavyo mheshimiwa rais ameonyesha sio tu dhamira ya dhati, lakini ameonyesha commitment ya hali ya juu kuhakikisha kwamba mipango ya watangulizi wake inakamilika. Mheshimiwa mwenyekiti, na kwa kuonesha commitment hiyo, kabla sijaanza kutaja mipango hiyo, mama huyu ametupa dira kwa kusema kwamba na isitokee tena ndani ya nchi hii utawala ukibadilika mipango inabadilika. Akaamua kutengeneza wizara maalum, wizara ya mipango, akatengeneza tume maalum ya mipango, akamweka Profesa Kitila Mkumbo na anko wangu pale Mheshimiwa Nyongo wasimamie wizara ile kuhakikisha mipango ya nchi hii inayopangwa kwa miaka 25 miaka hamsini itatekelezwa pamoja na kubadilika nyakati mbalimbali za mamlaka. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze tu na upande wa nishati, lile bwao la Stiglers. Mheshimiwa mwenyekiti, mipango yake inaweza kufanyika tangu miaka ya 60. Watangulizi wake walihangaika kutekeleza, wakahangaika na kuhangaika, lakini hivi tunavyozungumza leo mheshimiwa mwenyekiti, mitambo yote tisa imeshawashwa chini ya usimamizi wa Dkt Doto Mashaka Biteko, tabani zote zimewaka, vijiji vyote elfu kumi na kitu vimewashiwa umeme. Na mheshimiwa mwenyekiti, haya yatokee hivi hivi, ni lazima uwe na kiongozi ambaye anasimamia shughuli hizi zitekelezwe, sio mwingine, ni mheshimiwa waziri mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa mambo haya hayatokee kama muujiza. Mheshimiwa mwenyekiti, ukienda wizara ya kilimo, mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa mbungeni tunaongelea bajeti ya bilioni mia mbili leo tunaongelea 1.3 trillion. kaka yangu Bashi anasimamia waziri mkuu anakimbizana nao kila siku, anaangalia namna ambavyo miradi inatekelezwa. Mheshimiwa mwenyekiti, yani chini ya uongozi wa waziri mkuu, kiongozi wa shughuli za serikali bungeni Leo sisi Tanzania tunajivunia tumeagiza ndege ya kuua ndege, yani, yani ndege kwa maana ya eropleni ya kuua ndege wale waharibifu, ya kupulizia dawa. Mheshimiwa mwenyekiti, haya mambo yatokea hivi hivi, ni lazima uwe na viongozi makini kusimamia. Mheshimiwa mwenyekiti, nimesoma hotuba ya waziri mkuu hapa, ukurasa wa sitini na ngapi, anasema kwenye wizara ya maji, ndani ya mwaka mmoja visima mia tisa ishirini na tano wastani kila kila jimbo moja la uchaguzi limepata visima vitano ndani ya mwaka mmoja vya maji. Hivi mimi ni nani leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nishinde kuunga mkono kwa hotuba Mheshimiwa waziri mkuu? Mimi ni nani, nitakuwa sina uchungu na hii nchi? Kina mama wametuliwa ndoo kichwani. Mimi Salome nilikuwa pale Shinyanga, tunafata maji kilomita kumi na tatu maji ya kunywa na maji ya kutumia. Leo angalau kila jimbo limechimbwa kisima ndani ya mwaka mmoja, tena sio kimoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, mi nampongeza Mheshimiwa waziri mkuu anafanya kazi kubwa, anasimamia serikali, anatusimamia na kazi inaonekana. Mheshimiwa mwenyekiti, pale kwetu Shinyanga ibada kuli ule ilikuwa ilikuwa juzi, uwanja wa ndege ilikuwa ni nightmare, ilikuwa ni ndoto. Kamati ya bunge mimi nakagua juzi, mheshimiwa mwenyekiti, uwanja unakaribia kukamilika, ndege zitatua pale. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inafanya kazi. Leo mheshimiwa mwenyekiti, yani, unatenganishaje maendeleo haya unatenganishaje demokrasia tulionayo na maendeleo makubwa na mheshimiwa rais na mheshimiwa waziri mkuu na serikali iliyoko madarakani, nitakuwa ni mtu ambaye sina shukrani mheshimiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, anaibuka mtu mmoja tu leo. Mheshimiwa mwenyekiti, unajua, naomba niwakumbushe waheshimiwa wa wabunge wenzangu, hii nchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995 na mwaka 95 tulikuwa na wabunge wa upinzani 51. Mwaka 2000 tulikuwa na wabunge wa upinzani 26 wakati huo, uh, mheshimiwa Mboe ndo aligombea urais mwaka elfu mbili na tano tulikuwa na wabunge wa upinzani arobaini na moja mwaka elfu mbili na kumi tulikuwa na wabunge wa upinzani themanini na tisa mwaka elfu mbili na ishirini, eh, kumi na tano tulikuwa na wabunge wa upinzani mia moja kumi na sita na elfu mbili na ishirini tuko wabunge ishirini na nane wa upinzani. Hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria. Hakuna Hakuna mtu aliyesubutu kusema hivyo, hakuna mtu aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Leo mheshimiwa mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa kwa sababu anajua Samia amefanya kazi, anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji ya kunawa. Hatuwezi kukubali. Hatu Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi. Ndio maana wameweka mpira kwapani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Miaka yote, awamu zote sita ambazo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote sisi CCM ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana, wanaweka mpira kwa pani. Hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni msukuma wa Shinyanga, sina pa kwenda. Pasipoti nimepewa na Bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi, sina pa kwenda, mama yangu, familia yangu haina pa kwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii, kung'ang'ania kitu kisichowezekana, kung'ang'ania kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi. Imebaki miaka mi, miezi mitatu, twende kwenye uchaguzi, unang'ang'ania na, we, na mtu ni mwanasheria. Wote tunajua humu ndani utaratibu wa utungaji wa sheria, utaratibu wa kurejea sheria una namna yake, ambayo unahitaji muda. Ni lazima tutebo mara ya kwanza, ni lazima tutebo mara ya pili, ni lazima watu watoe maoni, ni lazima watoe maoni wananchi. Huo mchakato anataka mtu, ametia mpira kwa pani. Na mheshimiwa mwenyekiti, mimi naungana na, na wale wanaojiita sijui G55 nani, mimi naenda kugombea. Na nitarudi humu bungeni na nimwambie Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona mmeongeza bajeti. Baba ongeza mpunga, leta ballot paper, leta maboksi, sisi tuko tayari kwa uchaguzi. Leta maboksi, tuko tayari kwa uchaguzi. Haiwezekani mtu mmoja aye ndo anaamua hii nchi leo iwe Jumapili, kesho iwe Jumatatu, anaongea yeye. Mwanaume yeye, kibausa yeye, hatuwezi kukubali. Na mheshimiwa mwenyekiti, nikuambie kitu kimoja, mimi Salome na wananchi wa Shinyanga, hasa kina mama, tunasema hivi, yote yametekelezwa, mama Samia mitano tena Mama Samia, mitano tena. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura, tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukanwa kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote, mara ameuza bandari, mara si mama amefanya. Sasa hivi wameshia kusema mama akifungua pochi mambo yanatekelezwa. Mimi niko kamati ya TAMISEMI, mheshimiwa mwenyekiti. Niko kamati ya TAMISEMI, kwa mara ya kwanza kwenye nchi hii, kwa mara ya kwanza nimeshuhudia kwa macho yangu jengo la mama na mtoto, mimi na watoto mheshimiwa mwenyekiti jengo la mama na mtoto. Yaani ukishindwa uki kujifungua kawaida, chumba kinachofuata unaweza ukafanyia operation, chumba kinachofuata kama mtoto wako ni njiti, unaweza kumweka kwenye chumba cha watoto njiti